Uwanja wa skuli ya Ahlulbait Tumbe Wilaya ya Micheweni ulijaa furaha na bashasha isiyo ya kawaida. Wanafunzi waliovalia sare zao nadhifu, wazazi, walimu na viongozi wa jamii walikusanyika kushuhudia mahafali ya nane ya shule hiyo. Ilikuwa siku ya pongezi, shukurani na matumaini mapya. Akiwa mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, ni mgeni Khatibu Yahya alizungumza kwa sauti iliyojaa msisitizo wa matumaini. Aliwakumbusha wanafunzi na walimu kuwa wao ni nguzo muhimu katika safari ya elimu ya watoto na kwamba serikali haiwezi kufanikisha malengo ya ufaulu bila ushirikiano wao. Maneno yake aliwagusa wengi hasa alipowahimiza wanafunzi kuendeleza bidii yao ya masomo. Na kufika hapa nikaona wilaya ya Micheweni ni nambari moja. Micheweni oye, Micheweni oye! Niendelee kuwapongeza, niendelee kuwashukuru wananchi wote wa wilaya hii ya Micheweni niendelee kuwashukuru walimu wote, niendelee kuzishukuru kamati zote za skuli za wilaya hii ya Micheweni. Niwambie hongereni, ongereni sana. Tuzidi kushirikiana, kamati za skuli, walimu, wazazi, kuhakikisha vijana wetu hawa wanapata elimu iliyo bora, lakini na malengo ya Mheshimiwa Rais yanafikiwa. Dkt Mwinyi oye! Oh yeah. Tuwashukuruni uongozi huu wa Ahlulbait kwa kazi kubwa waliofanya katika risala yao. Wanafunzi wangu, watoto wangu, wakati wanasoma utenzi walieleza changamoto ambazo walikumbana nazo, Mwenyezi Mungu aliwapa nguvu, wakaweza kusimama na hatimaye leo hii wameweza kuheshimisha mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba kwa kutokea namba moja katika skuli zote za Zanzibar. Hongereni sana. Na yote hayo tunatambua kwamba ni mashirikiano yenu nyinyi walimu pamoja na wazazi. Kipindi nipo wilaya Micheweni, muliniunga kwenye lile grupu lenu, nilikuwa naona namna wazee walimu mnavyoshirikiana. Leo hii tumejionea matokeo yake, matokeo yake, matokeo ya mashirikiano ni mfaulu ulio bora na niwaambie vijana wangu, watoto wangu wapenzi, hongereni. Ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia mimi, mkuu wa mkoa, na kupongezeni sana na kutakieni kila la heri. Mwenyezi Mungu awajalie muzitimize ndoto zenu mlizojiwekea yeah. Lakini tukio lililozua hisia zaidi ni pale alipotoa wito wa harambee kuisaidia skuli hiyo. Bila kusita, viongozi, wazazi na wadau mbalimbali waliinuka mmoja baada ya mwingine kuchangia kwa hali na mali. Kila mchango uliambatana na makofi, tabasamu na matumaini ya kuona shule ikipiga hatua zaidi. na wale ambao leo hii wameweza kutuchangia ni washukuru sana, lakini tuendeleeni kuwatafuta wafadhili ili waweze kuisaidia shule yetu hii. Na mimi naomba niseme ambacho, na nitaungana na nyinyi ambao leo hii mmeweza kuchangia. Mimi binafsi mkuu wa mkoa kwa sababu hapa tulikuwa tunachangia binafsi binafsi, nitachangia mifuko hamsini ya saruji. Kwa hiyo naomba naomba tutaje kile ambacho tumeweza kukikusanya kwa siku hii ya leo. Tumekusanya ukijumlisha na mifugo hamsini niliyoitaja mimi, tumekusanya mifugo mia mbili na thalathini na tisa. Takbiri! Lakini pia tumeweza kukusanya fedha taslimu shilingi milioni tatu na laki nane. Takbiri. Tumekusanya pia gari mbili za mawe, gari moja ya kokoto, laptop moja, vifaa vifaa vyote vya ujenzi kwenye majengo yetu yale ya manne ambayo ya tumeanza. Kwa hiyo niombe uongozi wa skuli, tathmini ile iandikeni, ipelekeni wizara elimu ili waweze kutukamilishia kwa haraka wizara elimu. oye oh yeah. Dkt Mwinyi oye oh yeah.